Na hii ni hali ya uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Kwa ujumla ni mapema sana, mashabiki wakionekana kuitikia. Hii inaonyesha wazi wanaitaka nusu fainali kwa pamoja. Hii tunavuka, tunavuka vipi ikiwa uko nyumbani? Ndicho wanachokionesha mashabiki wa Simba wakati wa nguvu moja, ndo huwa hapa. Sasa unatazama mashabiki wanaingia tayari, muda unazidi kuadia, majira ya saa kumi za jioni, watakuwa na kibarua kizito kumkabili Almasil kutokea pale Ismailia, ikiwa wako nyuma kwa mabao mawili aggregate. Nyama mnyama, Simba alipotea pale ugenini, leo anakuja kujiuliza ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa, ikiwa ni mchezo wa lala salama ama mkono wa buliani. Hii leo ukifungwa, ndio imekwisha. Mechi ambayo inatoa maamuzi nani anakwenda nusu fainali na nani anabaki. Langu jina Njiva Osman, hii ni Chapesa Media. Endelea kuwa nasi na ni kama unavyoweza kuona watu ni wengi wanaendelea kufurika ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Utaratibu namna ya uingiaji, itifaki na ulinzi imezingatiwa. Usalama ni wa hali ya juu, kama unavyoweza kuona, mashabiki wa Simba wakiendelea kuja ndani ya uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kama unavyoweza kutazama, tazama katika yengo hii, na mashabiki wale wanaingia utaratibu, leta tiketi yako, inaskaniwa ime onekana imelipiwa tayari, unazama ndani kwa ajili ya kwenda kusubiri burudani kwa ujumla. Ebana, mimi ni Jiva Osman na nakupitisha katika engo mbalimbali za uwanja wa Benjamin Mkapa. Ebana, taaruki kubwa na, na taarifa mpya ya kushangaza na kushtukiza siku hii ya leo. Basi la Young Africans bana limeonekana E, kupita ndani a ya, ya viwanja vya Benjamin William Mkapa na kukatokea sintofahamu, baadhi ya mashabiki kulizonga na kulifukuza na silaha mbalimbali, ambapo limepita watu wamejiuliza maswali mengi zaidi. E bana, basi la Yanga limekuja kufanya nini? E bana, niachie kwenye comment section hapo. Je, tuweze kujua basi la Yanga lilikuja kufanya nini? Aidha ni utani wa jadi unaendelea kudumu aidha, utaifa walikuja kumuunga mkono Simba Sports Club. Yeah, na kwa nini lilipita hapa watu wamejiuliza maswali mengi? Sisi Chapesa Media tunahakikisha tunakujuza kile ambacho kinaendelea miongoni mwa taarifa ambazo zimezuka siku hii leo, basi Yanga Africans kupita mapema hivi karibuni hapa uwanja wa Benjamin William Mkapa, ikiwa shughuli ya mnyama Simba leo hii kuisaka hatua ya nusu fainali majira ya saa kumi za jioni, na kijua kinaonekana kwa mbali, mawingu nao pia ya, yakichukua nafasi yake bana, leo tunavuka tunavuka na Simba Sports Club, imani kubwa misili ya Wakatoliki wanadai hivyo, baadhi ya mashabiki nguvu moja kwa mashabiki wa Simba Sports Club, wanakwambia mechi za hivi, wao wana uwezo wa kuzicheza mechi za maamuzi. Saa kumi itakwenda kutupa taswira harisi mnyama nakwenda nusu fainali, na kama hatokwenda nusu fainali, hali itakuwa vipi kwa mashabiki wa Simba Sports Club? nikusi tu e bana usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Naendelea kuwa nasi sako kobako kwa taarifa zile ambazo zinaendelea kujili E bana, ulikuwa nami mjiva Osman nyuki kutokea pale mkoani Tabora, niachie kwenye comment section hapo. Yanga Afrikan si basi lao limekuja kufanya nini hapa? Aiza ni utani wa jadi uzalendo zaidi. E bana, mimi sina la ziada, endelea kwa taarifa zinazojiri. Ulikuwa nami mjiva Osman nyuma ya kamela Lunde anakupa picha ang'avu kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kuwa unapata taarifa zilizonyooka na zilizotukuka. Sina la ziada na baibai, bye bye, mpaka wakati mwingine tena.